Habari, karibu tena katika chanel hii. Basi leo utaenda kujifunza pishi la rahisi, pishi la magimbi. Hmm, ni chakula cha asili, magimbi ya kuchemshwa, magimbi ambayo yanachemshwa na chumvi pamoja na maji tu, kama hivyo hapo unavyoona. Basi usisahau kusubscribe katika chanel hii kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia usisahau kukomenti na kuacha like yako hapo. Karibu sana uende nami mwanzo hadi mwisho wa video hii. Basi, magimbi yako matatu kama hivyo unavyoona hapa kwenye vid... kwenye video yangu, kama haya hapa, na ukubwa wa kiasi hiki hapa, haya yanaitwa magimbi. Basi, magimbi utatakiwa uyamenye, na kumenya kwake ni kama hivyo hapo, unamenya unamenya mpaka uone uone hivi vinanilia unamenya vizuri, utamenya magimbi yako kama hivyo hapo, takiwa uyamenye vizuri. Kabla ujaanza kuyamenya, huwe umeyaosha vizuri ili sikupe shida kwenye kumenya wana hmm, ukiwa umeyaosha umetoa michanga na uchafu basi utamenya gimbi lako litatoka safi kama hivi, na utaenda kuyaosha. Utaenda kuyaosha tena kama hivyo hapo, na huko juu utamenya, na huko juu utatoa hivyo. Basi kama hivyo hapo ha, gimbi lako liko vizuri kama hivyo hapo. baada ya kumenya gimbi letu liko vizuri kabisa kama hivi. Nachukua lingine kama hivyo, nitaanza kwa kutoa hapa kwanza. Baada ya hapo, naendelea kama hivyo basi, nimeshamenya magimbi yangu. utaweka maji, utaweka na chumvi basi kama hivyo hapo. Baada ya dakika thelathini, nimepika magimbi yangu. Nenda kuzima na moto yako tayari, yameiva vizuri. Hmm.